za vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na jeshi la Marekani kama vile la Ubelgiji na tayari, ndege za M23 RDF jeshi la Rwanda zilizokuwa kwenye uwanja wa Kavumu zashambuliwa. Kulikoni mtazamaji, pia msikilizaji wa chano lako hili pendelevu, kuna nini nioze na kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini kabla tuendelee na kuomba Usiondoke kabla hauja subscribe. Tangu sasa fanya hivyo yaani kujiabone. Usiondoke kabla hauja like. Usiondoke kabla hauja hacha comment yako. Kwa kweli, usikose kutuambia wapi unatuandikia, wapi unatufata na kwa mwisho, usikose kushare yaani kupartager kwa ndugu jamaa na marafiki, watu wanaopatikana kwenye simu yako. Tafadhali fanya hivyo, huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hiyo itatupatia nguvu zaidi, kwa sababu bila wewe sisi hatupo. Ni kutunga kwako mkono ndio kuendelea kwetu. Basi nasema asante sana kwa kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Nini tumekuandalia leo, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News? Habari mbichi ni kwamba kumeanzishwa doria za anga na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC vikiungwa mkono na Marekani na Ubelgiji, huku makombora ya kutungulia ndege yakiwa tayari kuingilia kati, kulenga ndege yoyote ambayo haijaidhinishwa au kuruhusiwa kupaha kwenye anga ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndiyo taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na jeshi la taifa FARDC kupitia chapisho lake la jamu la Jumatatu hii ya tarehe Aprili saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Na hiyo ikiwa ni kwa ajili ya udhibiti mzuri wa anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo baada ya kuonelewa na kuonekana kwamba anga isiyokuwa na ulinzi. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari inasema kwamba nafasi ya anga sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo inawekewa ulinzi na inafuatiliwa kila mara. Endapo kuna tishio lolote linaloweza kujitokeza litatambuliwa mara moja, na uvamizi wowote unaoweza kujitokeza utashambuliwa na kuondolewa. Kufuatia operesheni hizi zilizozinduliwa juzi, siku ya Jumapili ya tarehe Aprili 6 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano, tayari Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linadai kwamba limeharibu ndege za muungano wa M23 RDF, jeshi la Rwanda na AFC kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu huko mkoani Kivu ya Kusini, yani kaskazini mwa mji wa Bukavu. Pamoja na hayo, kuna kituo kile cha Walikale nacho kiliweza kushambuliwa kutokana na makombora hayo yanayowekea ya usalama anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa, hali hii inaonyesha wazi kuwa endapo uhusiano huu wa Marekani na Ubelgiji utakuwa imara kuwaunga mkono jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aswalile la anga, basi wenda anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa na ulizi bora kabisa, kwa kuwa Marekani na Ubelgiji mbioni kuyokoa Kongo kwenye aibu inayoikumba. Kinachosalia ni kutizama sasa, ikiwa hali hii ya uungaji mkono wa Ubelgiji na Marekani kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, yaani Kongo Kinshasa, kutaendelea na kudumu au ni kwa muda tu. Basi tuyaachie majira muda, ila kwa ufupi ni kwamba kumeanzishwa operesheni za pamoja, na operesheni hizo ni jeshi la anga la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo limepata vifaa vipya vya kutungulia ndege yoyote ile ambayo inaweza kuvamia ardhi ya Kongo, na wanaungwa mkono na Marekani kama vile Ubelgiji. Mwisho wa matangazo yetu ya kazuhuri. Tunakuomba mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News huyo ambaye anatufuata kabla, usikose kulike, usikose ya kuondoka, tafadhali usikose ku like, usikose ku subscribe yani kujiabone, usikose kuacha comment yako kuhusu matangazo yetu haya, usikose kutuandikia ikiwa unatufuata ukiwa sehemu gani, na kwa mwisho, usikose kushare yani, yani kupataje kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako wa mkubwa kwetu, nasi itatupelekea kuja kesho kwa kishindo zaidi, ili tusikose kukujuza yanayojiri. Nasema asante kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mungu awabariki nyote.